Wakazi wa Kibabii eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma walalamikia ukosefu wa usalama. Hii ni kutokana na ukosefu wa taa za barabarani, jambo ambalo limekuwa kero kwa wengi wa wakazi hao. Ukosefu wa taa za barabarani nyakati za usiku umeendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo ya chuo kikuu cha Kibabii. Tatizo hili linaathiri kwa kiwango kikubwa usalama wa wananchi, uhuru wa kujiendesha usiku pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Katika ziara zangu niliweza kujumuika na mmoja wa wakazi yao wa Kibabii, na haya ndiyo alikuwa maoni yake. Mimi kama mkazi wa Kibabii tumeumia sana kwa muda mrefu na ili jambo la ukosefu wa taa, sisi kama wakazi, inatulazimu kufanya shughuli zetu mapema hapa na pale kwa sababusababu a sababu ya alimbaya ya usalama mimi ningependa kuomba serikali ya kaunti iweze kutafuta namna ya kurekebisha hizi taa ili iweze kurudisha shughuli zetu za hapa na pale kama kawaida. Kuzungumza na mmoja wa wakazi wa Kibabi, alipendelea kuwa serikali ya kaunti ya Bungoma iweze kutafuta njia mbadala wa kuzirekebisha taa hizo. Jina langu ni Daniel Barasa.